Mimi sina mengi auuzi yeah, meshukuru Mungu. Wakati nikitoka nilikuja hapa mkaniongea pia aii yeah. Yeah, mara ya pili ilienda, nitakarudi alafu sasa hii nimeenda tena nikasonga yeah, mbele. Sasa hii nimerudi nikiwa salama. Nashukuru kanisa yeah. amoja aa ah, hey. Kuna siku mtoto wangu alijaribu kushuhudia mpaka alikuwa anataka yani Mwone vile alikuwa, yani, uh, shudia, kitu unaona ni kama watu hawaamini <laughs> ile siku akashudia vile ambavyo alikuwa safari yake hivi, lakini Mungu akamfungulia njia baada ya kuja hapa amen, na akaenda na akarudi na akaenda na saa hii eh, ataenda tena <laughs> <laughs> yaani, kitu ambacho ananifurahisha ni nini? Kuwa mwaminifu kwa mke wake. Na mke wake kuwa mwaminifu kwa mume wake. Hilo tu ndio nalipenda sana Dada, nilikwambia asubuhi kuna kitu nimeongea. Wanaume, neno I love you alimusumbui kichwa. Kitu kinachomsumbua kichwa ni kukosa kumtii. Lakini ukimwambia ile ndio unamtii. Hata anajua wewe ni, ni dhuma kweli, lakini anakwambia. Na ukimwambia idai na unaona kweli idai inaendana na matendo, anakwambia endelea sema. Mwanangu, s sina mengi yangu, uh ni haya -huh. kwa sababu nilikuwa na mitihani hii -huh. contact hii ya pili mpaka nikawa nimetamani nii kuna tofauti ya kuresign na kusign off uh -huh. sign off kunakuja nyumbani baada ya mwezi unapewa meli nyingine, so nilikuwa nimpigia wifu wangu rasmi, nimpigia pasta uh -huh. sababu niliona time ya kule ilikuwa ni tofauti, kwa sababu tuko nyuma na masaa tisa, so nililale niweke alamu ndo nipigie bibi. Kamwambia bibi yangu, hii kazi naona imenishinda, imenishinda uh -huh. kwa hivyo mimi na tayarisha saa yoyote airport nikwa nakuja nyumbani kazi bilishinsimu uh-huh. Sikumtuma aende kwa pasta uh-huh. Lakini pasta juzi, uh, ananiambia alikuja kwake, akamwelezea na akaniambia, niliona kuna Mungu ikiwa huko siusemeeli wewe sio wewe unampenda mume wako na nini, kumbe amuendelee ama wewe, hebu sema, baada murekeshane nyuma, kusema murekeshane nyuma. Ehe, sasa kulikuwa na mkubwa uh, star nyota mbili, unajua kuna nyota moja, nyota mbili, alafu nyota tatu ndio master of the ship. Sasa ile nyota mbili wakati niliingia pale, nilifanya mwezi mmoja nikapata employee of the month out of 3500 crew members, nikaangukia employee of the month. Sasa ngoja hao watu ndio, eh, alielewa aevideago sasa wamesikia uuuaaan watu beara ebaiaaba earaavibenji Hata ni waeleze. Kiswahili, Kiswahili. Kweli? Ah, ile meli ni cruise ship. Wageni ni 1950. Sisi wafanyikazi tuko 3500. Sasa nikisema kati ya wafanyikazi 3500 nikachukua employee of the month. Mwajiri wa bora katika huo mwezi. Haya. Aa, wameshikalisha. Unajua, hao watu hao wanasomesha, lakini wenyewe awatashoma, lakini wana bidii ya kusomesha. Na utamwona najua vizungu, lakini ile kizungu chake ni kwamba yaani, lakini nakupenda hivyo, maanake wewe ni msomi, wewe ni msomi na ndio maana umetaka aueleze mara ngapi. Mtu ambaye ni msomi huwa haelezi mara moja, na ndio maana msomi wa kupiga mzungu na Mswahili lazima kuwe na mtu akutranslate amweleze vizuri. Wasomi wanapenda kuelezwa vizuri, lakini yeye yuko sawa. Wapigieni makofi aodo. Sasa wakati nilifikia pale, nikapewa man, nikaitwa na master of the ship, nikapewa zawadi zangu. Sasa vita kaanza pale. Uh, Star mbili kwa sababu ngozi ni nyeusi. Kumbuke ngozi nyeusi inaweza kwa watu wawili. Tena mwenzangu ametoka South Africa, huyo sasa ndio mwenzangu tayari. Uh -huh. Zote ni nyeupe. Sasa vita vikaanza pale. Vita viko tu hapa peke yake. Hata huko vita viko. Kweli. Akaanza kunisukuma, kunisukuma mpaka akanipatia written notice. Nilipoona sasa amenipewa written notice, juu unapewa written notice ya kwanza, ya pili, ya tatu una unakuwa direct dismissal then unafutwa kazi. Sasa mimi niliona nimetoa barua, nikaona acha ni sign off kabla ya pili inifikie, so but, nashukuru Mungu kwa sababu yule mkubwa wangu wa staa mbili nyota mbili akaenda nje. Tulifika mono port, ilikuwa inaitwa San Juan. Hiyo port iko Florida

naiswahili wale wafanyi kazi kurudi kwa meli, ilikuwa ni saa tisa na thelathini na tano kurudi bodi, saa tisa na thelathini na tano yeye akarudi saa kumi ambapo hiyo saa kumi ilikuwa ni mwisho ya wageni kurudi. Unajua ukiingia pale wakuna security kwa wagangue, akashikwa akaulizwa, akasema ndio meata na taxi, akachukuliwa akaenda kupimwa medical ya alcohol blood, pombe

Eh, mazee Mungu akitaka kukuchorea wewe. Eh, mchoro wa Mungu ni smart sana. Niko hata kusikia naona mchoro ni kama anaenda tip. Haya, aliporudi alipochukuliwa alipoenda kwa daktari akapimwa akapatikana ilikuwa 78% hiyo pombe. Kwa sababu wewe huwezi fanya kazi, naenda ulale. Wazungu msidanganyane. Pombe inakupeleka nyumbani. Alifanya alifanyishwa kazi wiki moja. Alikuja kushikwa na security na akafutwa kazi, akaenda nyumbani well. Na piga makofi a sana sana. Mhuduma ukicheza yani, kutakuwa na ili uondoke mwingine achukue hiyo nafasi, na ndio maana unafaa kuchunge. Sasa huyu jamaa alikuwa anampiga vita huyu, si ndio? Ili aondolewe, lakini Mungu alifanya muujiza. Uliyemtaka aondoke, unaondoka wewe, yeye anabaka Ees, wakati ye alienda, kulikuja mwingine tukafanya kazi nzuri, mpaka bado miezi miwili nishuke. Kakuja ale USPH United States Public Health, wakainjia imenipita ni ni watu wa usafi wa ia alekamtingi wote USPH United States Public Health. Oh, eh, pubic oh, sasa okay. Kitu inaitwa garbage segregation. Kuna kitu inaitwa kwa machine. So nilifanya kazi ile area yangu yenye ilikuwa nimepewa ilitoka 99%. Eh. Nikapewa nyota moja. Nimepata promotion. i ni vile iagu lakini, ningekuzungusha ningekuzungusha, lakini ningekuzungusha ningekuzungusha, lakini nikikubeba nitaanguka mimi. Yaani jamaa aliongea, nataka kuthibitisha, yaani zile shahidi za original sahihi.